Jambo na karibu langu. Jina ni maskini Msomi na hii ni maskini msomi TV, burudani kwa wote, na lengo langu siku zote ni kuhakikisha ya kwamba nawapasha uondo kamili ambao unachipuka ndani na nje ya nji. Taarifa ambayo imesambaa kote ni kuhusiana na Gen Z mpya huko nchini Tanzania Ambayo, ambayo imeiga Gen Z wa Kenya nao pia kuandamana. Tunaona kwamba Leonardo amechangia kwenye ku, kuwapa, kuwapa motisha Gen Z kuendelea ku, kuandamana mitandao kwa barabarani ili eh, kudai kwamba hali si nzuri. Na kuna kipindi ambacho walichekelea wa Kenya, kipindi ambacho wa Kenya wanaandamana, wakadhani ya kwamba wao wametulia. Sasa yaliyowakuta ni yale ambayo yalikuwa ashawakuta wakuta wa Kenya. Sasa Gen Z pia ya Tanzania pia nayo imeanza kususia na kugoma barabarani kwa kudai kuwa wanataka eh, reform ifanyike baada ya kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika huko nchini Tanzania. Kwa hivyo barabarani wakiwa kimba ya kwamba no reform, no Tumeona pia kina Mchaku wakiomba wakiswali, wakiomba Mungu awasaidie wa kuwa na amani. Kwa hivyo, hali si nzuri huko Tanzania, kwa maana kumekuwa na Gen Z mpya huko Tanzania ambao wameiga Gen Z wa Kenya, nao pia kuandamana barabarani na kugoma na kususia, huku wakipasha sauti kwamba no reform, no Election. Ni hayo tu ambayo yanazidi ya kutendeka. Langu jina ni Maskini Msomi, na mengineo nitakutaarifu.